Viongozi upinza wa upinzani nchini wamezuru eneo la Pwani wakianza mchakato wa, wa siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wakati wa ziara hiyo ya kisiasa viongozi hao wamerusha makombora ya wa kisiasa kwa serikali ya Kenya kwanza wakidai kwamba imeshindwa kuongoza taifa na kuchangia hali ngumu ya maisha, huku siasa za wantam zikisheheni. Harambee! Harambee! Viongozi hao wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wamemkosoa rais Ruto wakisema ameshindwa kuongoza taifa hili na kuendelea kunyanyasa vijana wa Gen Z, hasa utekaji nyara wa kiholela nchini. Vijana kawawa Kenya nzima, na wananchi wanasema vijana hawezi kuuawa tu ovyo, na hali serikali yoyote yenye mamlaka kamilifu kazi yake ni kuchunga maisha ya wananchi wake, lakini hii badala ya kuchunga maisha inawaumiza. Watoto hawawezi kuvumilia hata kuwa criticized democratically. Tunakumbusha, Kenya ni nchi ya demokrasia. Kalonzo hata hivyo amedai kwamba serikali ya Kenya kwanza ina malengo fiche dhidi ya bandari ya Mombasa na kwamba kama wapinzani watahakikisha serikali ya rais Ruto inahudumu kwa kipindi kimoja pekee. kama Wakenya sasa tunaangazia yale ambayo yanaendelea kwa port of Mombasa. Huwezi kunyakua port ya Mombasa bila kufanya wananchi wa Kenya wenyewe wajue ni kitu gani kinaendelea. Tunajua uporaji, uporaji ule mkubwa zaidi hapa Mombasa. Kwa upande wake, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na ambaye pia ni kinara wa chama cha DCP amemkosoa rais Ruto akisema kwamba amefuja fedha za hazina ya NSSF, huku katibu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini kote Francis Atoli akilinyamazia swala hilo. Pesa ya NSSF hapana ya kufanya infrastructure. hiyo ni pesa ya kufanya investment, ndiyo hao watu uzeeni wao wapate mapato yao na huyu mzee anaitwa Francis Atwoli amenyamaza. Wewe Francis Atwoli, umenyamaza ama mumekula pamoja na Kasongo? Amenyamaza ama amekula pamoja na Kasongo? Wewe Atwoli, unasemanga unataka wafanye kazi, pesa ya NSSF, Kasongo anachukua kwenda kujenga barabara ndio apate commission ya 10% kwa barabara. Hata hivyo, viongozi walioandamana na Kalonzo na Gashagwa katika ziara hiyo ya kisiasa eneo la Pwani, wakiongozwa na mgombea wa kiti cha ubunge wa eneo bunge la Magarini, Furaha Chengongumbao, wamesema serikali imesheheni uwizo wa mashamba hasa ya wakazi wa Pwani, viongozi wakishikilia kwamba mamlaka yote yako chini ya wananchi. Unataka kutuibia shamba yetu ya maua hapa, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Kisha hivi Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ulinipa wadhifa wa mimi, ni NEC memba ndani ya DCP, nasimamia vijana au michezo na nasimamia mambo ya ya utamaduni. Naomba nafasi atuakwehu mnalipa nafasi aatulia shuliiki nyumbani, tunawaambia ya kwamba sisi tunasubiri tarehe 9 mwaka wa 2027, ndio wajue ya kwamba supreme power belongs to the people of Kenya. Tunawauliza hivi, tafadhali msidanganywe sasa unga rasilimali zenu, machamba yenu, poti ya Mombasa. Nikiripotia Coco FM, mimi ni mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya pwani.